Safari ya binti kofia nyekundu. Jua lilipong'aa juu ya msitu, binti kofia nyekundu alifunga vifungo vya kofia yake nyekundu inayong'aa. Mama yake aliweka mkate na pai ndani ya kapu. Enda moja kwa moja kwa bibi na usiongee na watu usio wajua, mama alionya kwa upole. Binti kofia nyekundu alitikisa kichwa chake, moyo wake ukiwa umejaa furaha na msisimko. Njia ilipinda chini ya miti mirefu iliyokuwa ikinong'ona. Vipepeo alicheza angani na Binti Kofia Nyekundu alitembea kwa furaha. Ghafla, kivuli kilihama miguu laini, macho ya dhahabu ya kimetameta. Mbwa mwitu mwenye manyoya yaliyopinda alijitokeza na tabasamu la hila. Habari, mtoto mdogo, mbwa mwitu alisemea kwa sauti ya upole. Unaenda wapi na kapu hilo zuri? Naenda kwa nyumba ya bibi, binti kofia nyekundu akajibu kwa fahari. Macho ya mbwa mwitu yalimetameta yakionyesha mpango wa siri. Chuma maua machache kwa ajili ya bibi, mbwa mwitu alisema kwa sauti tamu. Mimi nitakimbia mbele, nimwambie kuwa unakuja. Binti kofia nyekundu alitabasamu na akaanza kukusanya maua mazuri, lakini mbwa mwitu alikimbia kama upepo, akatoweka ndani ya msitu. Nyumba ndogo ya bibi ilikaa kimya chini ya miti ya misonobari. Mbwa mwitu akabisha mlango kwa upole. Nani huyo? Sauti ya bibi ikasikika kutoka ndani. Ni mimi, Binti Kofia Nyekundu. Mbwa mwitu akadanganya.